Many life. Uhali gani, popote ulipo mtazamaji wa Lushinge 72, dikto karibu katika matukio mbalimbali ambayo yamejiri mbali mbali wiki hii. Mimi ni Frank Damas. Zaidi ya watu 150 wamethibitishwa kufariki katika mafuriko katikati mwa nchi ya Nigeria baada ya soko la Mokwa katika jimbo la Niger kufunikwa na maji kutokana na mvua kubwa iliyonyesha inaripotiwa kuwa mvua hiyo ilinyesha kwa saa kadhaa siku ya Alhamisi. Mamlaka nchini humo zimeongeza kuwa hali ilikuwa mbaya zaidi, na hii ni baada ya bwawa katika mji jirani kuvunja kingo zake. Idadi kubwa ya watu pia waliripotiwa kupoteza makazi yao katika mafuriko hayo. Waokoaji wamekuwa akiendelea na juhudi za kuopoa miili zaidi. Jamii mbalimbali kama vile Mokwa zilizo kandokando ya mto Niger na benu zimekuwa zikiathirika na mafuriko nchini Nigeria. Mafuriko ambayo yamekuwa kisababishwa na mvua za msimu. Jamii hizo ambazo zimekuwa kaskazini mwa nchi ya Nigeria zimekuwa zikishuhudia kipindi kirefu cha ukame, na hii ni kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi ama mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yamekuwa yakipelekea mafuriko makubwa wakati wa msimu wa mvua. Kwingineko, huko nchini Libya, tukio la ajabu limeweza kutokea wiki hii, ambapo ndege ya haji na kwenda Saudi Arabia ililazimika kugeuza mara mbili baada ya kijana mmoja kutokea nchini Libya kutoruhusiwa kupanda ndege hiyo. Mtu mmoja kutokea nchini Libya, Amir al Mansur Gaddafi alitarajiwa kupanda ndege ya hivi karibuni pamoja na mahujaji wengine kadhaa waliokuwa wakielekea Saudi Arabia kwa ajili ya hija. Hata hivyo, katika dakika za mwisho alizuiliwa na maafisa wa uhamiaji kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Seba, uwanja ambao katikati mwa nchi ya Libya, jina lake la ukoo Gaddafi lilionekana kuwa limewekwa alama, labda kwa sababu linafanana na jina la kiongozi wa zamani wa Libya, Kanali Muammar Gaddafi. Licha ya maombi yake ya dhati, ndege hiyo ilimwacha. Kuachwa kwa ndege hiyo kulifanya familia na wafanyakazi wa uwanja wa ndege kumsia ondoke na kukubaliana na hali hiyo, lakini alikataa kuondoka. Gaddafi alisema kwamba hataondoka katika uwanja huo kwa sababu nia yake ni kuelekea katika hija, na hii ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na Gulf News. Muda mfupi baada ya ndege hiyo kuondoka ililazimika kurudi uwanjani kutokana hitilaf na hitilafu ya kiufundi inayohusiana na mfumo wake wa kiyoyozi, kama ambavyo iliripotiwa na vyombo vya habari vya ndani. Ndege hii ilipotua katika uwanja huo, Ofanya kazi wa shirika la ndege walijaribu kumruhusu Gaddafi kupanda kwa kumwomba rubani afungue mlango. Hata hivyo, rubani alikataa akisema kuwa kulikuwa na changamoto za kiufundi, kwa sababu injini zilikuwa bado zimewashwa. Katika tukio lisilotarajiwa, ndege hiyo ilikumbwa pia na hitilafu ya mara ya pili, hitilafu ambayo ilifanya ihitajike kurudi tena kwa dharura. Baada ya tukio hilo, ilibidi na hodha wa ndege hiyo kutangaza kwamba hangeruka tena hewani bila ya Amir kuweza kuingia katika ndege hiyo. Katika shangwe na makofi kutoka kwa abiria wenzake, hatimaye bwana huyo aliruhusiwa kupanda ndege, tukio ambalo lilirekodiwa kwenye video na kusambazwa sana katika mitandao ya kijamii. Kila mwaka maelfu ya Waislamu huanza safari ya hija. Hili ni jukumu la kidini kwa Waislamu ambalo ni lazima litekelezwe angalau mara moja katika maisha yao, kwa wale walio na uwezo wa kimwili na kifedha wakati wa kufanya safari hiyo. Waislamu wanaamini kwamba safari hii takatifu ni wito kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa wale aliowachagua. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Ijumaa ya wiki hii limeongeza kwa mwaka mmoja vikwazo vya silaha na vikwazo vya mtu binafsi vilivyowekwa dhidi ya nchi ya Sudani Kusini, ambapo mapigano makali ya hivi majuzi yameibua wasiwasi wa vita vipya vya wenyewe kwa wenyewe. Jimbo hilo jipya zaidi duniani ambalo lilipata uhuru wake kutoka kwa Sudani mnamo mwaka 2011 limetumbukia katika vita vya wenyewe kwa wenyewe kati ya mwaka 2013 na mwaka 2018 vita ambavyo vimesababisha vifo vya watu laki nne huku milioni nne wakiyahama makazi yao. Kwa miezi kadhaa sasa, mapigano yamekuwa yakihusisha kundi la rais Salvakir dhidi ya wafuasi wa mpinzani wake makamu wa rais Rik Machar ambaye aliwekwa chini ya kifungo cha nyumbani mnamo mwezi Machi mwaka huu. Unaweza kujiuliza vikwazo vya silaha ambavyo nchi hii imewekewa vina gharama gani kwa wananchi? Sasa iko hivi, vikwazo vya silaha vya Umoja wa Mataifa vinazidi kupingwa hasa na nchi za Afrika ambazo mara nyingi zinaungwa mkono na Urusi ambayo kama Juba ilitaka vikwazo Vikwazo vyake kwa Sudani Kusini kuondolewa. Naibu balozi wa Urusi Anna Ebstigniva ambaye hakupiga kura alisema vikwazo hivyo vinaweka breki kwenye mchakato wenye mafanikio wa kisiasa unaoendelea nchini Sudani Kusini. Naye balozi wa Sudani Kusini Cecilia Aden amesema kuondolewa kwa vikwazo sio tu suala la usalama wa taifa na mamlaka kujitawala bali pia ni suala la fursa za kiuchumi pamoja na utu. Mimi ni Frank Damas na hii ni Lushinga 72 Digital.